Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji, ni matumaini yangu mzima wa afya. Jina langu ni Joyce Makwata kutoka mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania. Karibu kwa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Tunatarajia upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa maeneo ya ziwa Victoria na kaskazini mwa ziwa Tanganyika. Kusini mwa ziwa Tanganyika pamoja na maeneo ya ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hata hivyo, maeneo ya ukanda wa pwani, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita hamsini kwa saa. Hivyo, mamlaka ya Tanzania imetoa tahadhari ya matarajio kupata vipindi vya upepo mkali unaofikia kilomita hamsini kwa saa katika maeneo haya ya pwani ya bahari ya Hindi. Halikadhalika, upepo utakaofikia kilomita arobaini kwa saa katika maeneo haya, na hivyo kusababisha vipindi vya upepo mkali katika maeneo ya ziwa Nyasa na kusini mwa ziwa Tanganyika. Tahadhari za mapema zinashauriwa kuchukuliwa kupunguza athari ambazo zinaweza kujitokeza. Mifumo ya anga kwa ujumla inaonyesha hali ya ukavu katika maeneo maeneo mengi hapa nchini. Na hivyo basi, nyakati za usiku, tunatarajia maeneo yote ya nchi yatakuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Isipokuwa siku ya kesho, tunatarajia maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengi ya nchi yaliyosalia kwa ujumla yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua. Na tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo ya hapa nchini Dar es Salaam tunatarajiwa kuwa na vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo machache. Hata hivyo, katika mkoa wa Dodoma hali inatarajiwa kuwa ni ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Mkoa ni Mwanza kwa ujumla kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye vipindi virefu vya jua kwa siku nne zijazo. Hata hivyo, katika maeneo mkoa wa Kilimanjaro hali kadhalika, tunatarajia hali ya ukavu kuendelea katika maeneo hayo. Maeneo ya mkoa wa Mbeya kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua maeneo ya mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa siku chache. Hata hivyo, katika maeneo ya mkoa wa Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi makavu kwa ujumla na yenye vipindi virefu vya jua kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji, hatuna la ziada. Asante, tunakutakia wakati mwema.